Halo, ndugu mkulima wa Tanzania. Ninaitwa Alois Machage. Ninakuletea habari njema nikitokea hapa Isevya kwa mchungaji Richard, Mkulima mashuhuri wa mbegu ya Jumbo F1, Mbegu bora kabisa ya tikiti kutoka kampuni ya Epinav Agricultural Solution ambayo tuko Arusha. Mbegu hii ni mbegu ya kisasa kabisa ambayo imefanyiwa utafiti kwa muda wa miaka mitano na kampuni ya Epinav na wakajiridhisha kwamba ni mbegu inayofanya vizuri katika ardhi yote ya mikoa yote ya Tanzania. Leo niko shambani, mtaona mbegu hii ni ya pekee baada ya kuona wakulima mimetaabika muda mrefu na mbegu ambazo hazina ubora. Sasa suluhisho limepatikana. Hii mbegu ina sifa zifuatazo: kwanza, matunda yake ni kama yayai umbo lake ni zuri kama la yai linavutia. Ni matunda ambayo yana sukari ya kutosha kabisa, matunda ambayo yana yana ngozi ganda gumu kabisa, ambayo ni rahisi kusafirisha. Ni matunda ambayo yana uzao mkubwa, ambayo yanamwezesha mkulima kuvuna matikiti matatu na zaidi kwa mchumo wa kwanza, na yote yakiwa na ukubwa unaolingana. Hii siyo kawaida, tunajua mbegu zingine vuna mvuno wa kwanza tikiti moja, mvuno wa pili tikiti nyingine, alafu yanayofuata ni chenga chenga nyingi sana kuzidi hata za Messi. Sasa hii ni habari njema kwamba unavuna mvuno wa kwanza matunda matatu makubwa yanayolingana, Jumbo F1 kutoka EPINAV. Niko hapa shambani, tutamsikiliza mkulima Mchungaji Richard mwenyewe, atatuambia maajabu ya mbegu hii inayosambazwa uh, na kampuni ya Epinav Agricultural Solutions.